Zimesalia siku mbili tu kwenda kuanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita panapo majali wa Mwenyezi Mungu, akipenda na akasema kuwa wewe ni miongoni mwa yule ambaye ataenda na kuona na kuishi mwaka 2026, basi itakuwa hivyo, lakini pia ndani ya hizi siku mbili Mwenyezi Mungu anaweza akafanya maamuzi yake na akasema kuwa wewe hutoweza kwenda kuona mwaka 2026 na 26. Yote kwa yote tunashukuru kwa eh, vyote vile ambavyo Mwenyezi Mungu atatuamulia. Lakini sasa endapo utaenda mwaka 2026, ni muhimu kuwa na mipango ya kifamilia. Kuna umuhimu mkubwa sana, msije kawa mnalala mnaamka, eh, eh mambo hayaendi eh, huyu anafanya lake, yule anafanya lake. Kuna umuhimu wa kuangalia mambo hayo kifamilia kipekee kabisa. Tunaye hapa mpatanishi wa ngazi za familia ni Lilian Mariki. Karibu sana Lilian. Asante, karibu kwa mara nyingine ndani ya Alasiri. Nashukuru sana. Ilikuwaje elfu mbili na ishirini na tano kwenye familia yako? Aa, kwa mimi na familia yangu imekuwa ni nzuri sana na ninamshukuru Mungu kwa sababu kuna baadhi ya malengo nilikuwa nimeyaweka mwanzoni mm. mwa mwaka mm. na mmojawapo alikuwa ni kufikia watu aina fulani nimeweza, lakini mm -hmm. pia nilikuwa natamani kuwa na aina fulani ya uchumi mm -hmm. ambao nilikuwa naona kabisa nikifikia kuna lengo fulani litatimia, mm -hmm. kwa hiyo namshukuru Mungu na pia kuna ile kwamba nilikuwa na familia yangu ambayo ninaijenga, maana mi mm -hmm. nakuwa na familia mbili mm -hmm. na familia mimi kama mimi lakini pia nina familia ya wanawake wenye watoto wenye ulemavu mm. Kwa ile familia yangu yenye wanawake wenye watoto ulemavu, kwa sehemu kubwa imeendelea kujengeka, vitu vinafanyika na tuko tunaendelea vizuri okay. Okay. Asante, Mungu ametenda kabisa. Sasa tuhamie uku au tuhamie huku familia yako, lakini ukiwa mpatanishi wa ngazi ya familia Lilian. Uh, bila shaka kuna mm, kesi nyingi um, ambazo umekutana nazo e, ndani ya mwaka huu 2025 kuna kesi ambazo umeuziona moja kwa moja kwamba kesi hizi ama vitu hivi vinatokea kwa sababu familia hii haikuwahi kuwa na malengo ya pamoja, na ni mfano mfano wa kesi hizo ni zipi? Okay, asante. Ziko kesi nyingi sana na niseme mm. tu kwamba migogoro mingi inaletelezwa na hali ya familia ambazo kinje ki, ki tunaziona ni familia mm -hmm. Lakini unapokuwa huko ndani ni kama tu kikundi cha watu wachache wameamua kukaa nyumba moja, maana mm -hmm. Kwamba mle ndani baba ana mipango yake mama ana mipango yake, watoto wana mipango yao mm. Ila sasa kwa sababu sisi tumeshazoea kusema baba mama na watoto, tunahisi ile ni familia, lakini kiuhalisia mle ndani hakuna chochote okay. Unakuta baba ana uwezo wa kufanya mpango wa familia, lakini haitaji ushiriki wa aina yoyote mm. Au mama ana uwezo wa kufanya maamuzi magumu ambayo yasingewezekanika ayafanye peke yake, lakini kwa sababu tu labda ana hiyo power anajikuta ameshaifayi. Ama unakuta watoto ambao sisi tunawalea tunategemea kwamba wawe wa kwenye mstari fulani, lakini kwa sababu hatukuwajengea ule mkondo wa malengo, unakuta baada ya muda watoto wetu sisi wenyewe wamegeuka, wamekuja kwa miba. Na hii inaletezwa na kwanza, kuna ile sisi wenyewe hatuna misingi ya malengo tuliokuwa wengi yaani, mfano sisi sasa hivi tunavyoongea hapa kwa habari ya malengo, kuna mgeni kwanza malengo anakushangaa, yaani mpangeje malengo? Afu sina hata buku mimi, nitapangaje malengo? Mwingine anakwambia malengo wanapanga wenye fedha, umeona? Eh, yaani kwamba kumbe malengo ni lazima ufikie kitu uwezo fulani ndo uweze kupanga. Lakini kwenye eneo la malengo, hata yule anayekaanga dagaa anatakiwa awe na malengo, kwamba nitakaanga dagaa kwa, kwa muda gani? nitaziuza kwa muda gani? Tapata nini baada ya? Sababu kama utauza tu dagaa mwaka unaanza unaofuata unamalizia kuanzia watoto walizaliwa mpaka wamemaliza chuo, manake wewe huna kitakachobadilika. mm -hmm. Kwao unakuta migogoro mingi sana ni pale ambapo ndani ya familia kunaonekana kuna familia, lakini nje ya familia unaonekana nje, lakini ndani kunakuwa ni kikundi fulani tu cha watu wameamua, wacha tuishi pamoja okay, na hakuna mwongozo nili, nili, nili, niliwahi kushuhudia mfano haya unayoyazungumza, mm. kwenye familia fulani mm. Uh, asubuhi yeah. Baba amekuja na kitafuno chake <laughs> mtoto amekuja na kitafuno chake, e, mtoto tena mm. kila mtu yaani, yani. yeah. Na hilo si la kuuliza yaani, unachotakiwa wewe kujua pale ndani ni chai mm. tu. Sasa hiyo bila shaka ni mipango na, na wakati huo wana... mama kalala na <laughs> Kwa hiyo ni kama kikundi fulani, kikundi fulani. Kuna umuhimu gani sasa wa, wa watu wa namna hii pengine kuwa na malengo kwa kuanzia tu kwenye chai yao ya siku <laughs> asante kwanza kwenye eneo la malengo. Samahani, lile, kabla ujende mimi na wasiwasi kama hicho kikundi anakiweza kikawa karibu yake sana, yani katoa. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ma <laughs> <laughs> mfano kutoka moyoni amenishughulisha kidogo, naomba ujibu <laughs> ah, na, si. ujibu kana kwamba yani yani hivyo, naamini umenielewa mm. kwenye eneo la, la malengo mm. sema wewe na familia yako <laughs> <laughs> liko hivi ndio <laughs> <laughs> kwamba kwanza ni lazima tutambue vipaumbele mm. Hela awe baba, awe mama, awe mtoto mm. Hapo usipokuwa na kipaumbele, maana yake ni kwamba utaendeshwa na upepo ulioko ndio, hmm. Ile unasema kwamba kwamba, mfano mimi nilikuwa nimepanga nime 2025 kuna kitu nitasoma niongeze, lakini kwa sababu sikuweka vipaumbele vizuri, hata ukiniuliza sasa hivi niliandika wapi yale malengo, hamna. Na ndio wengi walivyo, kuandika, kuongea, kusoma. Kwa mfano kama sasa kwenye grupu nyingi za WhatsApp, kuna ile watu wote wamebadilika sasa hivi, wanaandika vitu malengo, Januari itakuwa hmm. hivi lakini tukisha Le Januari, tarehe saba, kumi, umuulize yule mtu ile karatasi na kalamu sana sana na matumizi yake huwa ni Januari. <laughs> Ndiyo. Sasa kama kuna mtu mwingine pia ana hayo malengo na hicho kijifamilia, ameweka mkutano wa chai peke yake, maana yake vipaumbele pale hakuna, na ndio letu tunasema kwamba tumeamua kukutana tuishi halafu hata mwendelezo hatuujui, na ndio kosa kubwa sana ambalo tunalifanya, kwamba tunaishi. Mwingine anakuambia hivi, maisha anayejua ni Mungu, mipango ni ya Allah, umeona. Mm. Yaani watu wamejificha kwenye hicho kichaka, lakini ukweli ni kwamba hata Mungu anaheshimu kile tunachokipanga sisi, yaani mipango yetu sisi, makubaliano yetu sisi, mwenyezi Mungu pia anayabarikia. mm -hmm. Ndomana unakuta kwa mfano mkikubaliana wawili watatu mkasema hebu tufanyeni hili jambo, unakuta rehema za Mungu zinakuwepo mahali pale. Sasa mkisema kila kitu msubiri, maanake kuna vitu vitakuwa haviemi. Sasa kwenye haya malengo, watu wengi hawataki kuyapa kipaumbele kwa sababu kwanza ya uoga Waliokuwa wengi hawataki kupanga malengo kwa sababu wanawaza je, yasipofanikiwa nikishindwa. Lakini pia tunakwepa majukumu kwa sababu kwe, kwenye kufanya malengo panakuhitaji uwe na ufuatiliaji lakini vile vile uwe ni mtu ambaye unaweza kuyafanyia tathmini malengo yako. Mm -hmm. Yani kwamba kwa mfano elfu mbili na ishirini na tano mimi nilisema nataka familia yangu ya mama wenye watoto wenye ulemavu ifikie namba fulani, niwe nimetembelea watu fulani, niwe nimesaidia misaada kiasi fulani. Sasa hapo hapo natakiwa sasa hivi nitoe hesabu. Mm -hmm. Kile nilichokisema Januari sasa hivi je, yeah kina nafasi. mm -hmm. Sasa kama baba au mama alisema nini kwenye ile familia yake, anakuja kuogopa kutoa zile hesabu, kwa sababu wengi tunakuepa majukumu hapa, na watu wengi hawataki kufanya malengo ya pamoja kwa sababu ya kule tu kuepa majukumu. Lakini pia kingine, kuwa na zile nia ambazo si thabiti, labda Kiswahili hicho niseme kwamba yeah. Yani, wewe unataka nini? Mimi nataka nini? Unakuta lengo la baba ni kusomesha watoto lengo la mama ni kuvaa vizuri, ni kubadilisha jikoni. Ehe, lengo la watoto, mwanzoni tulikuwa tunalipa kipaumbele kwamba wasome sana tukiamini watakuja kuwa na maisha bora, lakini wale wale watoto sasa hivi tunao mtaani ambao wengine hata ukiwauliza walisoma kwa, ndio nimesoma, lakini sielewi cha kufanya. Kwa hiyo ma, malengo yanaanza kubadilika kadiri muda unavyozidi kwenda, lakini pia yanakuwa aborted kwa sababu hayatimiliziki. Tunaweka malengo ambayo hayatimiliziki, na malengo sharti lake lazima yawe kwa muda mfupi, muda wa kati, muda mrefu. Sasa kama mimi sielewi hata kuweka malengo ya muda mfupi, manake nitakuwa nimekaa nasubiri, ndio nasema namwachia Mungu mi maisha yangu, bwana Mungu ndo anajua. Na wengi mm, tuko hapo. Lakini malengo yanatakiwa yapangwe, malengo yanasimamiwa, na malengo hayatazami umesoma au hujasoma, malengo hayatazami wewe ni tajiri au ni maskini. Ni kwamba lazima utuambie ndani ya huu maskini wako una mpango gani wa kutoka kwenye huo maskini Hayo ni malengo okay. Utuambie ndani ya huu utajiri wako una mpango gani ya kuendelea kuwa tajiri zaidi. Umeona, kwa sababu so kuna wengine ni matajiri, lakini unakuta hapa katikati vitu vinatokea nao utajiri unaisha maisha na. Kwa nini? Kwa sababu he malengo yalikuwa hayakuwekwa vizuri. Na hii dhana ya kusema kwamba ni lazima niwe kwenye level fulani ndio nianze kupanga malengo inatokana na chimbuko ni kwamba sisi hatuna hiyo hulka, hatujajifunza hizo taratibu. Kwa hiyo hata mimi siwezi kumfundisha mtoto wangu chochote, kwa sababu hata mimi sitimizi, hata mimi siyafuatilii mm. lakini kama mimi nafanya malengo na nayaandika na najikumbusha na, na ninayafuatilia, maanaake hata nyuma kizazi changu kitaona kwamba mama huwa anaandika. Kwa mfano tu mzuri, utakuta kuna wakati labda unatakiwa ushirikisho watoto wako matumizi mm. Sawa, kwamba umetoka umetumia nini. Si kwa sababu wanatakiwa wanisimamie, hapana. Kuna shule ninaitoa kwa vitendo. Mama alitoka na elfu ishirini karudi na elfu tatu, elfu kumi na saba ziko wapi? Sasa ukianza kumlisha yule mtoto taratibu, hata yeye mwishoni, ukija kumwambia tuambie umetumiaje hela, atakuwa na majibu. Kisa malengo tuliokuwa nayo yanatatizika kwa sababu wengi hatu, sisi wenyewe si wafuatiliaji nakuta okay, ni wapangaji zaidi so. Na, na malengo haya, namna ipi bora ya kuyatathmini? mm -hmm. Tusubiri tena mpaka mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita kule ste, au kila baada ya muda gani tutathmini yale ambayo tumejiwekea kama malengo, mm -hmm. kwa mwaka huo okay. So, swali hilo ni zuri, nafikiri na wengi wangetamani kulijua, mm -hmm. malengo yanatathminiwa kutokana na muda ulioweka. Mfano, utakuwa na lengo la kuanzia asubuhi mpaka jioni, maanake ikifika jioni tathmini yake tatakiwa itolewe. Malengo ya wiki, malengo ya mwezi, malengo ya ile kotali, nusu mwaka, mwaka, miaka mitano. Kwa hiyo we ulivyoweka muda wako. Huwezi ukasema mimi, ninaweka lengo la kufanya hii kazi kwa wiki moja alafu tathmini huja utupe Disemba manake hapa katikati kufanya kitu kingine, lakini kama una mipango lazima itakuwa inawekeka hivyo. Kwa hiyo muda sahihi ni ule uliopanga. Malengo yako lazima yaende, kwa siku, kwa wiki, kwa muda, hata kama ni siku tatu, lakini umelenga nini? Kuna vitu havifanyiki kwa muda mfupi vinahitaji malengo ya pange kwa muda mrefu. Mfano, tunatafuta ku, kuongeza familia mimi eh, na mume wangu hatuwezi kusema tutapanga sasa hivi alafu Machi tuwe tumetimiza. Kwa hapo katikati kuna mlolongo mrefu utapita wa miezi tisa, mama mja mzito, kunyonyesha, kufanya sasa. Kuna malengo ya muda mfupi Li, mba... lile hapo, kuna concern moja ya muhimu sana mm, na nilikuwa natamani uigusie kwa undani wake mm tukiongelea malengo ya familia uh, wengi wanabaki kwenye upangaji wa fedha mm. eh, upangaji wa matumizi mm. tunataka kuwa na tuhamie kwenye nyumba yetu tununue mm. gari fulani, watoto wasome shule fulani na nini, lakini ukipata kuzungumza huko katika jamii e ni mpa, mpatanishi wa ngazi ya familia, watu wengi sana wamekuwa wakipata watoto ndani ya familia bila ya kupanga, na ni migogoro yaani, ina, ina Sielewi yaani, ni, ni concern kubwa sana. Kila mtu anakuambia mimi sijapanga, ni bahati mbaya mimi sijapanga yeah. mm. Kuna umuhimu gani wa kupanga uwepo wa watoto na ujio wa watoto ndani ya familia, na ukipanga kinapangika, au ndio mpaka Mungu alete? Kinapangika, ni kwanza tu ni ile kwamba kuwa na nidhamu kwenye kila eneo la maisha yako, na mtu akikwambia nimepata mtoto kwa bahati mbaya Eh, haswa labda nituseme kwa upande wetu sisi wakina mama, hii bahati mbaya kidogo tunaanza kuwa na mashaka nayo, lakini pia kuna ile watu wengine wanaamua kusema kwamba nitatafuta mtoto kwa sababu amepata mtoto nje, nitatafuta mtoto kwa sababu sina wa kiume, sina wa kike mm. mona yani kunakuwa kama kuna mashindano fulani, lakini tunasahau kama hawa watoto si wakwetu Yaani Mwenyezi Mungu ndiye analeta binadamu kwenye hii ardhi, kwamba huyu atakuja hapa afanye moja mbili tatu, lakini atapitia tumbo hili. Sasa mipango na mipangilio, kwanza vinaanza na una ukoje na Mungu, karibu lakini vilevile vile tutakuwa na watoto wangapi mimi na mume wangu? mm. Yale ni majaliwa. Tuachana na zile njia zetu za kiingereza za kizungu mm. ambazo tunazifanya, lakini kuna ile kwamba, za na za kiswahili kwamba yes. <laughs> kuna ile kabisa kwamba mimi nahitaji kwenye familia yangu kupata watoto kadhaa, lakini kama ni mtu ambaye unaabudu unafahamu nini maana ya dua sala, uwezi ukaweka hii mipango kama hivyo tunavyosema. Kwa sababu kuna nyakati ambazo ukiwa unataka mtoto umpati, lakini kuna zile nyakati ambazo umesarenda, umesema sasa naachia, unapata mtoto. Kwa unakuta hapo mipango, lakini pia kwenye hii mipango ya kibinadamu lazima kuwe na makubaliano kwamba tukubaliane sasa hivi tutapata mtoto, yaani ikitokea unatuambia bahati mbaya mm, tunaanza sasa kutia mashaka kwamba sawa, inawezekana ni bahati mbaya, lakini hii bahati mbaya huwa inaendaje? Mpaka inakuwa bahati mbaya, lazima apo maelezo yake yawe marefu. Lakini kuna, ma, kuna nguvu nyingi sana ambazo zinatumiwa ambazo zinaudhi pia, baba anapo dimandi idadi fulani ya watoto kwamba mimi mke wangu lazima azae watoto sita au mimi mimi watoto wawili, ukiongeza huyo watatu wakwako Simta. Simtambui na tuna baadhi ya watu shuhuda kabisa tunazo wa, amepata mtoto mmoja, anamwambia hivi yaani, huyu ndio basi ukizaa, okay, mwingine huyo wa kwako. Na kweli mtoto anazaliwa, atunzwi haudumiwi, na si kwamba ndoa imevunjika ndo ipo. Kwa hivyo hivo, mtu anakuwa na ile umimi fulani ndani yake, yeye ndo anastahili kufanya hayo maamuzi, lakini pia tuna ile sasa, mimi kama Lilian nimeamua kama kukomoa, Mm -hmm. Kama kukomesha, mbona niwe na, yaani unayeni kumkomoa, acha nizae kwa sababu sasa imekata, acha nizae. Hai kuna ile mipango huko? Hivi kwa nini atupatie watoto hivi? Kwa nini tunataka kupata mwakani? Mm -hmm. Lazima vitu vikae, ni malengo kwamba tunahitaji kuwa na watoto ambao tunaweza kuwasomesha sisi tukiwa na nguvu, tuwe baba na mama tunafanya kitu kimoja, lakini ndani ya ule muda wetu wa ajira tuweze kuwasomesha. Lakini ukuta sasa umekaa umetulia, mtoto um, wa mwisho amemaliza fom fo, alafu mtu anakuambia amepata mimba bahati mbaya. <laughs> ah, kuanzia kazaliwa mpaka akafika fom fo eh, hadi leo anambia mimba eh. Imepatikana bahati mbaya, alafu hapo sasa wakati wa uchumi mlishaenda mshajiekeza kwenye kustaafu, mlishajiekeza mm. kwenye tunapeka watoto chuo, alafu ndo anakuja mtu anauliza jina la daipa sahizi. hey. kwamba hivi pempasi gani iko unaona, kuna hii, mtu fulani pempasi gani sasa hivi ni nzuri. hey. alafu. lakini kwa namna nyingine pia Lilian hey. inaweza ikawa, uh, watu ndio wamepanga sasa mm -hmm. kwamba hatuache hawakuwe tutatafuta mtu mmoja kule uzeeni. Hmm. Hmm. Hmm. Yote yeah. Yeah. Yeah. Yeah. ni mipango kama iko kwenye malengo, huwa hakuna kulaumiana, lakini inaudhi sana pale ambapo tulisema kwamba eneo la watoto tufanye liwe limeisha mm-hmm. Alafu inatokea mwingine anakuja na lugha ya kusema ni bahati mbaya, okay. lakini pia ina... alafu bahati mbaya ni inafuata inaanza nah. Sijielewi alafu. <laughs> Sasa kuna ile kwamba sijielewi elewi hapa si si kuishi <laughs> maisha yale, mm. wakati nikiwa na hao watoto watatu wanne. Sasa sasa hivi kwa sababu ni elfu mbili na ishirini na tano nataka kuanza kupambana na hao wasichana wanaozaa sasa hivi, yaani mimi, mm. ni mama, okay. watoto wangu ni wakubwa sasa na kwa sababu, kwa mfano, kama mtoto wangu wa mwisho ana miaka 14 mm. alafu sasa hivi anaanza kushindana na mtoto anayekwenda kujifungua 2025 wana google kila kitu, wana google mm. sawa eh alafu na mimi niko hapo naanza ku google. Kwa hiyo unakuta mle ndani hata wewe mtu unakuwa kama unamchanganya mm. mm. ni kweli, tuna malezi ya aina fulani, lakini je, tuna uwezo kwenda na hivyo vitu? Kwa hiyo unajikuta kumbe hata malengo ya uzazi pia ni ya muhimu, lakini pia tunaangalia maeneo ya afya kwenye eneo la afya pia lazima litazamwe kwamba malengo yetu kiafya ni yapi, ili tuweze kuboresha hawa watoto. Tumeshajipima tukaona kwamba afya zetu zinahitaji labda tiba fulani, kwa nini kuja kuingia tena gharama nyingine? Kwa mfano hmm, unaambiwa kuna kuna namna ambayo unaweza kusababisha mtoto akazaliwa na sikoseli au au ulemavu, ziko hizo, na unapokwenda kwenye hizo kliniki unaambiwa sasa au unaweza kupata mtoto ambaye ana mtindio wa ubongo kutokana na muda wa kujifungua ume kwa sio si, mm. si salama sana sasa. Tumeshafika, unajua, tunaongelea wale watu ambao wanao watoto tayari, achana na wale ambao sasa waliomba imefika wanakuja kuwapata ukubwa. Lakini mtu ana watoto sita na anaambiwa yuko kwenye uh, zile, zile hatari za kuleta mtoto labda mwenye ulemavu, afu nakuja kuambia bahati mbaya, alafu ndani ya miaka arobaini na mbili unapata mtoto ambaye hatembei afanyi chochote au umejifungua mtoto ukiwa na miaka hamsini na moja no. na si kwamba hukuwa nao, walikuwepo, alafu mtoto anakuwa na changamoto fulani labda ya, ya, ya utindio, baadaye unaanza kusema wameniloga, wamefanya, lakini, yote ni kukosa tu ile mipango endelevu, kwa sababu okay. kuna mmoja tumeonapo anashindana na mtu wa nje an yani, eti mchepuko kadhaa yeah. na mimi mama mtu mzima hapo naenda hapo hapo uh kwenye kwenye bahati bahati mbaya mm. <laughs> ikishatokea ndo bahati mbaya uh, kuna miezi tisa mkiwa mnaishi ndani ya bahati mbaya, alafu mm. mtu anakupigia simu kwamba hey, s sim, mke wangu aenda kujifungua jamani mm. naomba na, eh, chochote. hii familia hii unayoona kweli iko serious Lilian, miezi tisa <laughs> alafu mtu anakwambia ndo aenda kujifungua, ise naomba ni azime chochote, kwa maana ndani yeah, ya kipindi chote hicho hakukua hakukuwa ha na, ha ha na lengo na hawakuwa na mpango wa kuwa na lengo mm. na mtoto haji ghafla, na ndio tunarudi pale pale kwamba mnakuwa na maandalizi gani mm. wakati wa kupata hawa watoto, kwa sababu pia hata baadhi nasemea, sisemi wote, hata baadhi ya wasichana ambao tumekuwa tukiwafanyia mahojiano waliokuwa wengi ukimsikiliza kiundani, ukaacha ushabiki, unakuta wengi walipata watoto kwa matakwa yao wao, kwamba huyu ni mume wa mtu mm. Ngoja nizainaye ni atanitunza atanihudumia mona mm. eh? mm. Lakini unakuja kujikuta anabaki singomami singomadha mm. mama mlea pweke, ambaye amejitakia kwa sababu aliona kuna gari, kuna nyumba, kuna nini. Sasa kwenye hii bahati mbaya wengi wanakuwa hawana makubaliano alafu wengi tunalazimisha sasa yale maisha. mm. Wengine sio kwamba anakuwa hana hela ya kumsaidia ajifungue, lakini nimetaka vitu vya vikubwa sasa vya elfu mbili na ishirini na tano zamani ulikuwa unakwenda tu Mwananyamala mwei mbili unarudi na mtoto. Sasa hivi mtu anakwambia mipango ya kujifungua, kabla ya operesheni huwe na laki nane, kama itatokea bahati mbaya ikawa na operesheni huwe na milioni kadhaa sasa je, na nataka nikijifungua niende kwenye special room hey, ambayo kwa uchache tu hey, inaanzia laki tatu mm, kwa siku ambapo nitakaa peke hey, yangu na bado hey, nataka push present, nataka zawadi <laughs> baada ya kujifungua yani, hey, nasukumaje mtoto na, nasijapewa zawadi eh hey? Na wakati wote kwa kumalizia Lili tunapanga mipango wakati mwingine kama familia lakini ni baba na mama mm-hmm. Sio familia mm-hmm. Mimi na, na mume wangu tunakuwa na mipango mm-hmm. Lakini inahusisha watoto bila kuwashirikisha watoto wenyewe mm-hmm. Kuna umuhimu gani wa kuwashirikisha watoto kwenye mipango ya familia? Umuhimu upo, kwanza ni lile darasa Yaani ukikosa hapo maanake umekosa mwendelezo wa kila kitu. Hmm. Kama nilivyosema mwanzo mwanzoni kwamba hata sisi inawezekana hatupangi kwa sababu hatukupewa hilo darasa na familia zetu. Hilo darasa. Lakini kingine malengo tunayoyapanga, huwezi kupanga malengo ukampangia mtu, huo ni unyanyasaji japokuwa hatuhitaji sana. Kwa sababu utanipangiaje mimi malengo wakati mimi mwenyewe malengo sina taarifa nayo. Uh, mfano unakuta una, una, wazazi wengi tunasema nataka mtoto wangu afaulu. Wa Mm. Bila mimi kukaa na wale watoto nikaongea nao, nikajua uwezo wao, nikajua wapi wanakwama, wanahitaji msaada kiasi gani, lakini mimi nia yangu ni watafaulu, wafaulu. Na ndio hapa sasa mtoto akikosea bahati mbaya asipate hiyo pointi ambayo inatakiwa, ndio yeah. Mimi naacha kabisa kulipa ada, simtaki tena namuita na majina yale magumu. Kumbe ni nini? Nina malengo yangu mimi ya mtoto afaulu. Wakati hata yeye anayetakiwa afaulu hajui kama mimi nimemwekea. Kwa hiyo kuna hiyo. Ila pia kuna ile kwamba Kuto kufahamu malengo ni nini. Malengo hujipangii wewe, kama baba, ukishakuwa na familia unakuwa na malengo yako binafsi kama baba, na mimi kama mama nina malengo yangu binafsi. Hiyo ni topiki nyingine kabisa, wala haihusiani, na lazima yawe wazi. Alafu tuna malengo ya familia, mimi na mume, alafu tuna malengo ya mimi mume na watoto. Ndio pale sasa tunatoa mtiririko kutoka juu kuja chini kuja tunamalizia chini lakini so, so, kama tu mimi ni mama nitaamua, yani 2026 inavyoanza, mimi lazima nifungue duka Kariakoo, ile duka litafunguliwa, lakini mwisho wa siku siku vikikubana, baba hausiki na ndio sasa hivi tunaona migogoro mingi, hawezi kukusupport au unaenda kujikopesha mkopo mkubwa sana baba, milioni 200, alafu mama umeweka mama fake, alafu pale wakija kuuza nyumba unanishirikisha mimi mama original. Na kwa hiyo unakuta vitu vyende, 2026, lazima tuwe na mipango mizuri ambayo itatupelekea sasa tuone kabisa kama familia, na familia inajengwa kwa kusaidiana, anaikwama mmoja, mwingine anamsupport, lakini sasa hivi tuna familia ambazo ukikwama, si tunafanya sherehe. Kwa nini? Kwa sababu si hamna ushirikiano e. hey, mimi nimejikopesha nimeingia kwenye vikoba nimepata hela na mkomoa mume wangu, siku nikiumba mume wangu naye anafurahia, yani anachekelea kabisa, itakuwa itakuwa lile lileni ameangalia tamthilia ya noma kupitia kisimbuzi <laughs> chetu cha Azam TV channel ya sinema zetu mm, noma mume Saidi ni dalali, ameenda huko kupambana akapata fedha zake, anataka akanunue kiwanja mke kaenda kuzitunza kwenye mm, sherehe. We Lilian <laughs> <laughs> tunakushukuru oh sana, hii ni elimu kubwa sana ambayo ni endelevu pia, mm, uh, taendelea kukumbushana, kukumbushana si tu mwisho wa mwaka, lakini ni mm, elimu ambayo inahitajika muda wote. Hakika anaitwa Lilian Mariki, ni mpatanishi wa ngazi za familia, lakini pia tumezungumza naye hapa kuhusu kuweka malengo na kuyatathmini malengo ambayo yanahusisha wanafamilia wote.